Nyihita wifu, Nyihita ni, ni, ni kijana wenu ndani ya tarafa hii ya Sumba na wilaya ya Rorya, natokea Bare Nyacamakeni. Tumia nafasi hii, wapeni pole sana kwa msiba huu mzito wa baba yetu. Mbele binafsi nilipokea jambo hili kwa masikitiko makubwa kwa, kwa sababu mzee huyu na familia ya mzee Sanya ni familia ambayo nimekuwa nayo karibu sana. Tumesoma na vijana wa familia hii na nilikuwa nakuja nyumbani. Kwa hiyo kwenye ukoo wa mzee Sanya, mimi niliishi kama familia ya ndani kabisa, na mtoto wangu. Lakini ndugu yangu hapa yuko umekuwa ni kiongozi wetu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hata sasa ni kiongozi msanii ambaye tunamheshimu sana kwa ushauri zake na kwa namna anatushauri sisi vijana. Kwa hiyo nilipopokea taarifa hizi, nikasema hata niwe wapi, iwe nimechelewa, nitabidi nijitahidi niweze kufika kumwaga mzee. Kwa ndugu zangu, yanapotokea haya sisi hatuna mamlaka, mwenye mamlaka ni Mungu. Naombeeni kwa Mwenyezi Mungu awape faraja, Mungu awatie nguvu, Mungu akawe mfariki pekee ndani ya mioyo yetu, sababu hata ningesema jambo lipi kubwa, siwezi kufufua ndugu yetu. Bwana amempenda zaidi, ingawa sisi tumempenda, lakini akishaamua yeye, sisi hatuna namna. Kwa hiyo ndugu zangu, pokeeni haya ambayo yametokea, lakini akinikijua siku moja kama jinsi ambavyo neno la Mungu linasema kwamba kila nafsi ita- itaonja ita, ita mauti. Tukiamini siku moja tutakutana huko mahala pema peponi. Kwa Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi, ili yeye alitoa na yeye ametoa jina lake.